Ngaani, unajua si daktari unataka aje? Hebu hebu ni kuna aje kuhusu nini, unataka kuhusu nini? mane, mane, mane, mane. Mane, mane, gani ndio nashangaa. Ni nini mnataka aje daktari ukweli gani? Eh, sasa mimi nimejaribu kuwasikiza na nimejaribu kuwapea nafasi. Kwanza mama, nimekupea nafasi ujaribu kueleza mwenyewe ukweli. Na naona bado hatuelewani na unatupotezea tu wakati bure, sababu kila mtu hapa ana shughuli yake. Hata huyu msichana naona umesema umemtoa kwa kazi, amekuwa kwa kazi, kila mtu hapa alikuwa na shughuli, na hii ni kazi kesi ambayo ilikuwa imaliza tu dakika tano, lakini bado unatuvuruta unatupotezea wakati. Sijataka nifanye kitu chochote, nataka tu mwenyewe ueleze na ukiri kwa kinywa chako kwamba mali ya huyu msichana mko nayo na haya mambo yote ambayo inaongelewa hapa, unajua kwa mara ya mwisho na kuuliza, unajua chochote najua mimi, najua mtoto wangu, hiyo pesa ni yake. Mm, sababu hmm. hmm. tu sijataka tusukumane mpaka tufikie pahali ambapo utaongea kwa lazima, sababu kuongea lazima utaongea hiyo hmm. na kuongea lazima utaongea na sijataka tufikishane kwa pahali ambapo aibu itokee, okay. Sababu naona wewe ni mama wa heshima na sisi wapa, tumambo vile yake, ni watu wakubwa hapa, tunaongea tu mambo, tunajaribu vile tunasuluhisha huyu msichana apate haki yake, sababu ni alienda kujituma huko nje na ni haki yake, na unajua hii mambo yote si nataka tufikishane hapo, na ungependa tu mwenyewe ukiri na tujue vile huyu msichana atapata haki yake, sababu hata ndoa amesema hataki tena, ataenda ajikalie maisha yake, hataki kijana yako tena. Hmm. Najua mali ni ya randi. Mali ni yetu. Hmm. Hmm. Hmm. Sababu, hata kila mtu ameona hapa, nimejaribu kukupea nafasi ukiri mwenyewe na naona ni kama umekataa na sipendi kuona mwingine wange. Kama nyinyi mnaona kama. Hmm. Si mimi naongea ukweli. Si mali ni ya mtoto wangu, kwani afanyange kazi akinyanyasika bure na akiteseka na mimi niko. Sasa iweza utake kuni kuongea sawa. mm, acha tu wache daktari yeah. Utaongea tu mwenyewe, ningependa uongee mwenyewe hapa

Daktari, unataka aje? Hebu nikune aje? Kuhusu nini unataka? Kuhusu nini daktari? Ndio nashangaa. Ni nini mnataka? Mnataka? Ulikuwa nani? Mnataka nini? Daktari anaongea naye hapa kuambia uongee ukweli. Unataka aje daktari? Ukweli gani gani? Oh. Mambo na sijui. Ai ye ye ye. Wacha tuongee, wacha tuongee. Eh, kwanza hey, kujikuna Aisha, hebu isha kwanza daktari, hebu tengeneza hapo niongee. Sasa nitaongea aje? Hebu nikune hapo niongee. Ebu kuna hapa. Mimi hata nimeanza kuogopa. Ebu nikule kidogo hapa. Mambo zingine hapa zinaogopesha. Unajua? Brado ni mtoto wangu, hmm. Umeona? Na sasa hata kama wewe wewe ni mzazi wewe uko na watoto? We ongea tu. Ah, ah, we ni mzazi, hakuna vile unaweza ruka mtoto wako. Wewe unaweza ruka mtoto wako? Ah, ah, tuongee ukweli kwa sababu dai kumruka, siwezi ruka mtoto wangu. hmm. So, Ebu kaja. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Gani sasa, sasa ilienda hivi ndio hmm. Bradon walikuwa anapendana na huyu msichana huyu mwenye ameniletea hii uchawi No. Sasa vile walipendana akajua huyu msichana ako na mzungu akiwa huko juu huko majuu wanaitanga majuu. Goja. Goja. Sasa vile alijua, ku... vile alijua wako na urafiki na mzungu hmm. Akaona huyu msichana bado tu atamuacha. Ebu hapa, mi sitakukuona maade, we ongea, mi sitakukuona. Ngoja kidogo, amekwambia uongee kutoka kitambo. Sasa Liz, ebu goja. Wacha mama mkwe wako aongee ukweli, kwa sababu ambiri shua kitu na mahapenia ataongea. Unaona hiyo hiyo, lazima uongee. Unaona hiyo maade, hiyo maade, unaona hadi chini ya mguu Yona, hiu, sasa sasa, yeah, sasa ongea, vile eh a-a, sasa, wachani wachani kwanza wachani kwanza tuongee hii mambo lazima ishe mm. Sasa vile Braon alienda mm. Akajua huyu msichana si mtu si kwanza utulize daktari, sasa nitaongeaje? kama ina Sasa tutaongea aje nyinyi aji mm, ongea, wa, kumwaya, inia, Sasa kumwaya. Bradon akaona huyu msichana ni kama ako na mzungu juu alikuwa anamweka kila wakati kwa status hmm. Akaniambia, sasa hii hata hmm. akirudi, obviously hmm. atapatia hiyo mali mzungu ama wataenda na mzungu hmm. Ikabidi sasa Bradon hmm. yeye hata kama alikuwa na pesa yake hmm. aweke zote. Aha. So ongea haraka daktari. Ikabidi aweke mali yote kwa pande yake hmm. So hata hiyo vile mliniita Bradon aliniambia na akaniambia sasa, Brandon ndio akaweka mali yake kwa yote kwa pande yake, ilienda hivyo sasa. Kuna mambo mengine mnataka sasa, ni ukweli eh, Brandon aliweka mali yote pande yake, lakini nilikuwa nasikia akitaja huyu akasema huyu ako na mzungu, hiyo ndio ilisababisha sasa nikuulize made eh. Unakubali kwamba hiyo mali, mali ni ya msichana, kish. eh, lakini hata Bradon anafanyanga kazi lakini eh. Eh. Uh, ama tuseme ni yao wote wawili eh. Eh, juu hata anafanyanga kazi ni mwanabiashara. Aliniambia oh, akienda na akaniambia kila kitu Ulikuwa na yeye? Ah, acha kwanza, acha tusikie. Daktari alikuwa na yeye? Walikuwa wote. Mlikuwa wote pamoja mkibadilisha. Tulikuwa na yeye. Mm, na na... hiyo mambo yote inafanyika nikiwa tu huko. So, mlitumia mlitumia nani kubadilisha hizo vitu? Uh, uh, tulikutumia wakili. Hata yeah. Eh, yenda ako na hizo vitu. Na imeanza yenda ako na hizo vitu. Hata uh, eh. Yeah. Na na kuna title deeds. na... Hata si kuasha yeah. Sasa ni uchungu wapi wacha ya ndugu yake akuja yin. Woi gai, sababu huwa mnaongea? Tunaongeanga na yeye <laughs> unajua vile kulipatikana waligombana na, wali na ule <laughs> ni kama alienda wako kasichana kakamwambia katajiua. Sasa akaona mtoro yenye badala ajiue <laughs> ni kama akaenda na yeye na huko akienda biashara zake ni kama ameenda kumficha. Sasa <coughs> kumaanisha hata rudi hivi karibuni. Sasa hizi nilikuwa nakuambia, unapingana, umesikia? Mimi nimeshtuka, katajiwa Randi akaona, <coughs> si vizuri. <coughs> mimi hata ninashtuka. <coughs> mimi hata <tos> hakuna <tos> kitu ninataka kusikia, mimi nataka tu kuondoka, ni waache. Nimekuambia hapo kwamba Randi alitoka na sister yake huyu, wewe unakataa ni kulingana na no, ile trust fund na mimi tuko nayo. No, no, no, no, no, siku main hajawahi hata ni ni hajawahi <sighs> anything we have been so straight to each other so hata <sighs> nimeshtuka oh, yeah. Ni hivyo, iko sawa. Sasa si nimewaambia ukweli yote tuko na eh, tulimpatia elfu mia tatu na hamsini 5 ndio tulipatiana, lakini iko sawa, itarudi itarudi, wacha irudi. Yeah. Hey. Utamtafuta yeye ya, hapa akuja nitamtafuta, nitafuta. hey, huyo wakili hata nitampigia simu saa hii, na Jaden anajua mambo yote eh, Jaden anajua, Jaden anajua kama, <laughs> na, tume, amekuwa anajua mm. <laughs> siri zangu <laughs> za <laughs> si za, biashara za nyumbani kila kitu. Na ndugu yake mbona, <laughs> mbona hajawahi hata niguzia kama sister in law <laughs> mbona <laughs> niko sasa, nilitaka kila kitu ya. Ya, nikuwe wazi sasa mi naweza enda sasa, hizo mnaanza kuruka tena. Mama hiyo, nimekasirika sababu kumbe kumbe wakati siko mnakuwa mnanikula kinyuma nyuma. Na hapana, mimi hiyo upendo, acha ishe, sitaki mimi. Nakutanga mama yangu ni jani mama, nakupenda, si kutaka kukukasirisha. Mkinifanyia, my, my mother in law, my mother. Hmm, my family. Sasa kitu ambayo imebaki, nataka watu wote ambao walihusika kwa hii vitu Nataka wajite ndawaleta. Pigia Jeda simu. Pigia Jeda simu. Nataka huyo kijana akuje pia hapa kwa hai, akiri mbele yangu. Acha nimtext. Sasa madem, bona unda kuongea. Ulikuwa nda kujikuna hivyo ndio uongee. Anakuuliza uko anakuuliza. Jeda alikwambia sasa anaenda wapi? alikuwa alikuwa ameenda kuona ankol yake mwenye alikuja jana. Nampigia chuki, wacha tumtext. Alikuwa ameenda kuona anko bradangu. Akikataa kukuja, tutatumia daktari. Mpigie, akikataa kukuja, tutatumia daktari. Utajileta sasa. Sasa ndio kuongea kwa nini? Si umesikia? Amekubali, ni kweli yeah. Ni mama wako huyu hmm? Ni mama wako, na tumekuambia hizi vitu kutoka mwanzo. Ulikuwa napingana unasema, hapana bwana aka hizi fanya vitu kama hizo. Hiyo upendo? Sasa ninaona next ndio zapanga munifanyie kitu baya mimi sikuwa najua Andi chochote, sikuchukii mam, nakupenda. Lakini sasa mbona kunificha hii yote mali? Ni upendo, ni ni upendo. nawapenda na Jaden. Sasa unaelewa sasa uchungu niko nayo. Nimesema pole, sababu mimi nilijikuta kwa familia ambao hawaongei ukweli. Hmm. O no, so, kwa hivyo walikuwa anakuficha, ulikuwa unajua ni yao. Daktari ni ukweli, alikuwa nafichwa ialikuwa nafichwa ama alikuwa najuaichua chochote? mambo ya kuficha vitu mimi naweza fanyiwa Jade na mamake wanaweza nifanyia kitu mbaya bila mimi kujua, yeah. Hata mimi pia, pia kuna ule mwingine pia, nikuja tena nitolewe nje nitasikia aje. Baada, mamake alikuficha kwamba mtoto wake alienda peke yake, nalienda... alienda peke yake na ndio maana hakutaka nimsindikize akienda. hakuna kitu. Mm. Alitoka peke yake. Yeah. Hakutaka hako kasichana kajiue, najua si vizuri, uhai wa mtu ni wa maana hata kama. Hmm? Hmm? Hmm? Hata kama. Hata kmgatoka kaue sasa, nayee pia akikuja tena, tujikute tena mambo zingine, hapana, heri kujiondoa mapema. Hmm. Unamaanisha nini lile, iendelee na biashara zangu, nilea mtoto na mambo itaendelea. Uh, Nitaenda na mjukuu wangu. Nitaenda na hata eh. Kama utaenda nitaenda naye hata kama Kama roho mame. ni hii usiende na, na yeye wacha nitaenda, usiende na, na mjukuu wangu. Ni makosa sana kukula jasho ya wenyewe, sio vizuri. Si unajua anafanyanga kazi anafanya kazi na Brandon pia anafanya? Mbona alitumia njia njia yenye haifai kutafuta ku mali, angesema njia, njia ujanja ya ujanja mali. Na wewe pia una support mtoto wako, jamani. ni mtoto wangu? Na unamsupport aje kutumia nini? hata sinibahati daktari yako hapa sasa, hizi ungekupeleka jela ni mtoto acha unaongea hivyo. Walikuwa najua, aa, najua wakienda, najua mbele mm-hmm. Walishabadilisha kila kitu hakuna kesi itasikika na ndio maana hata sisi tu kutaka kupitia kwa